Majina naitwa Lucy Mrimi, ni dada wa Daniel Chonchori Nyamuhanga anayeishi Nyakato jijini Mwanza, ambaye pia ni mjumbe wa mkutano mkuu CCM taifa, ambaye pia alikuwa ametia nia ya kugombea ubunge Tarime mjini. Nimewaita mahali hapa kupaza sauti. Siku ya Jumapili tarehe 23 mdogo wangu alipotea alipokuwa ametoka anaenda kufanya mazoezi akiwa jijini Mwanza mtaa wa Temeke. Ilivyofika saa tano familia yake hawa, hakurudi nyumbani na ilivyofika jioni familia yake wakaenda kuripoti polisi Mwanza na Polisi wakawaambia wasubiri masaa ishirini na mane ili kupata taarifa vizuri. Ilipofika asubuhi polisi walikuja sehemu ya tukio na wakaja kuanza uchunguzi wao wa awali. Wakafika nyumbani, wakaingia ndani na kufanya uchunguzi wao wa awali. Wakiwa hapo nyumbani, familia tayari ilikuwa imeshauliza majirani kama walishuhudia tukio lolote kuhusu ndugu yetu Daniel Chonchori. Wakawa, kuna shuhuda moja akawaambia kwamba alimwona siku hiyo akiwa anazungumza na simu akitembea na kuteremka, baadaye walikuja wanaume wanne wakiwa wamemzunguka, baadaye walivyokuwa naongea, wakawa kuna gari moja defender ya cream iliyokuwa tinted wakawa wamempandisha huko na walipokuwa wameenda, sasa tangia hapo ndipo ambapo ndugu yetu tena Daniel Chonchori hajaonekana, ambaye alikuwa ametia nia ya kugombea ubunge Chama cha Mapinduzi. Hivyo tunawaomba vyombo vya serikali muendelee kutupazia sauti ili ndugu yetu aweze kupatikana, waandishi wa habari na pia yeyote anayesikia taarifa hii, tunakuomba utusaidie kutafuta ndugu yetu kutusaidia au kutupa maelekezo ili tuweze kumpata ndugu yetu. Tunaomba pia wananchi au mtu yeyote atakayesikia hii taarifa. Mama yetu Samia Hassan Suluhu, tunakuomba mama yetu, tunajua wewe unatupenda na kutujali, hivyo taarifa hii kufikie ili mdogo wetu aweze kupatikana mahali alipo. Yeye ni baba wa familia, ana watoto wa wadogo, na sisi kama familia tunamtegemea katika maisha haya. Tunaomba mtusaidie ili ndugu yetu Daniel Chonchori apatikane. Kwa jinsi hiyo ninavyomfahamu, Daniel ni mtu mkubwa ambaye hawezi akapotea mwenyewe, na kwa sababu ya taarifa hizo za, za shuhuda huyo aliyemwona tuna uhakika kwamba itakuwa kuna, kuna hao watu sasa, kwa sababu amesema aliwaona watu wanne wakimzingira, wakiongea naye na pia wakaingia naye kwenye gari. Sasa hao watu wanne ndo hatujui kwamba ni kina nani, na ndipo sasa tunapoomba serikali itusaidie kumtafuta huyo ndugu yetu. Kwa hivyo sio kwamba alipotea, bali alichukuliwa na watu. Habari, karibu Mtandao Shopping Center tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndiyo, Mwitandao Shopping Center Limited tupo Tarime mjini mkabara na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavo vitu vya aina mbalimbali mbali, kama vile friji, TV za kisasa, yani flat screen, nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65 meza za majumbani na maofisini Feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited.